Ishanii wenyenu tunawakaribisha na wageni wetu ambao wameingia Jumapili hii ya leo. Leo ni siku ya Bwana ya nne baada ya Pasaka, tunaongozwa na kichwa kinachosema Kantate Domina, Kantate Domina, Kantate Domina, Domina. Wimbo mpya, kila mmoja amwimbie Bwana wimbo mpya. Wazee wetu wa kanisa, mwimbie Bwana wimbo mpya. Baba amwimbie Bwana wimbo mpya, na wewe mama umwimbie Bwana wimbo mpya na itakatifu katika jina <tika tika tika> la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen mn, natusikie zaburi yetu pia, Zaburi ile ya 33 mstari wa kwanza mpaka ule wa 12, Zaburi mlango wa 33 mstari 112 Pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki; kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe haki ina hukumu, nchi imejaa fadhili za Bwana ikasimama shauri la Bwana la simama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Mungu wetu na Baba yetu, katika tukisema asante kwa neema na kibali ulichotupa asubuhi ya leo ya kutuamsha manyumbani, na baraka hizi za mvua, lakini Baba umetushika kwa mkono wako, ukatuingiza kwenye ema yako. Eh Bwana asante, mwaminifu, maana ni wewe uliyetuamsha, ni wewe uliyetushika, na sasa tukue aliyeingia kwenye imani hii, hata kama kuna udhaifu wa mwili. Baba, mkono wako uponyaji ukashuke juu yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye ulinzi wao juu yao, ulinzi wako juu yao, na hata walimu ambao Mungu umeweka katikati yao, ili waweze kuachilia kile kilicho chako ndani yao, wape hekima maarifa, ili waendelee kuwalea watoto katika nji eyo wapasayo. Asante hata kwa ajili ya walioko mashuleni, na hata wengine wako kwenye mazingira magumu, Mungu kawainulie msaada kutoka patakatifu pako. Saa hii na wakati huu, damu yako ya thamani naonena mema, ikanene mema. Wanapoenda kujifunza, Mungu ukae pamoja nao tabo sasa na hata milele, amen. Amen, watoto